Ewe ndugu yangu msikilizaji, kabla haujaanza jambo lolote leo, je, ulikumbuka kusema bismillahir rahmanir rahim? Uh, je, unajua kwamba ndani ya maneno haya machache kuna siri kubwa kuliko milima, rehema kubwa kuliko bahari, na nguvu kubwa kuliko silaha yoyote duniani? Leo tutazungumza miujiza ya Bismillahir Rahmanir Rahim, maneno ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, eh, ameyatanguliza kwenye sura zote kasoro sura moja tu. Kwa hivyo, ndugu yangu Muislamu, eh, na kama Mungu ameanza kitabu chake kwa maneno haya, basi kuna siri kubwa sana ndani yake. Ndugu yangu mtazamaji, Bismillahir Rahmanir Rahim, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Aya hii inaunganisha mwanzo wa kila jambo na rehema za Allah, ili moyo wa Muislamu uwe umefungwa na jina la Mola wake katika kila hatua ya maisha lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba kila jambo muhimu lisiloanza kwa Bismillahi ni kama limekatwa baraka zake. Yaani, ukianza jambo bila Bismillahi baraka hupotea, iwe ni kula, kusafiri, kufanya biashara au hata kuzungumza. Lakini pia ee, Bismillahir Rahmanir Rahim, miujiza yake ya kiroho katika matendo. Ndugu yangu Mwislamu, sikiliza miujiza yake hii, Bismillah katika kimatendo na kiroho. Bismillahir Rahmanir Rahim inaleta ulinzi wa kiroho. Wale wanaoanza, wale wanaoanza kazi zao kwa Bismillah, sheitani anakimbia. Mtume sallallahu alaihi wasalam amesema kwamba mtu, kwa mtu anapoingia nyumbani kwake na kutaja jina la Allah, yaani Bismillahi rahmani Rahim, shetani husema, hamtakuwa na malazi hapa. Hivyo lakini pia muujiza mwingine kwamba inafungua milango ya baraka, wafanyabiashara wengi wameshuhudia kila wanaposema bismillahi kabla ya kufungua duka wanapata wateja vizuri. Na pia ni dawa ya hofu na mashaka. Ukihisi uoga, sema bismillahi rahmani rahim, moyo unatuulizwa, akili inatulia, ni kama kufungua mlango wa utulivu wa mola wako. Na pia inaleta nguvu ya imani Bismillahi rahmani rahim, anayeanza kwa dhati, Allah humlinda na kila shari. Lakini pia ni siri ya kufanikiwa. Kama unataka kazi, riski, amani au upendo, anza kwa bismillahi, kwa sababu kila jambo linaanza kwa jina na mola linapata baraka isiyo na kikomo lakini eh, zifuatazo ni faida saba kuu za Bismillahir Rahmanir Rahim ambazo inatakiwa ukaa usikilize kwa makini sana. Bismillahir Rahmanir Rahim inafungua njia ya riziki. Mbili, inazuia shetani kushiriki, kushiriki katika vitendo vyako. Tatu, inaleta utulivu katika moyo. Nne, inakufanya ukumbuke rehema za Allah kila wakati. Tano, inafutwa madhambi madogo madogo. Sita, inakupa nguvu ya kiroho na ujasiri. Lakini saba, inakuwa kama dua ya ulinzi kila wakati wa hofu. Wewe ndugu yangu, bismillahi rahmani rahim yeah, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ndugu yangu Sema maneno haya ukiwa unatembea ukiendesha, ukienda sokoni, au hata unapofungua simu yako, sema Bismillahir Rahmanir Rahim. Lakini eh, namna ya kuitumia katika maisha yako, namna gani unaweza ukaitumia hii Bismillahir Rahmanir Rahim katika harakati zako za kimaisha? Eh, kile unapotaka kufanya jambo lolote Sema Bismillahi kabla ya kula, sema Bismillahi kabla ya kuanza kazi au kusafiri, sema Bismillahi kabla ya kufungua simu yako kompyuta au mlango, sema Bismillahi unapokumbwa na uoga, sema Bismillahi unapoweka watoto sehemu ya kulala, ni kinga dhidi ya mashaitani. Hivyo kadir unavyorudia bismillahi ndivyo unavyomkaribia Allah zaidi. Ewe ndugu yangu, usiache kusema bismillahi katika maisha yako. Maneno haya matatu yanaweza kubadilisha siku yako, maisha yako na hatima yako. Mtume amesema kwamba mwenye kumkumbuka mola wake na asiyemkumbuka ni kama aliye hai na aliyekufa. Yaani, mtu anayekumbuka jina la Allah anapokuwa anamtaja Allah, huyo mtu anakuwa yupo hai, lakini asiyemtamka Allah, asiyemkumbuka Allah kwa kumtaja, huyo ni kama mtu aliyekufa. Kwa hivyo, sema bismillahir rahmanir rahim, iwe ni asubuhi, mchana, usiku, sema bismillahi, kwa jina la mola wako, rehema itakufunikia, baraka zitakuzunguka, na moyo wako utapata amani. Ndugu yangu Muislam, tumwombe Allah subhanahu wataala, atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao wanamtaja Allah kila wakati. Tumwombe Allah subhanahu wataala, atupe amani katika mioyo yetu, atuwekee ulinzi katika maisha yetu atupe vizazi vyema na pia atupe atulipe pepo wa ila huna. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nurdin Media ni channel maalumu inayokuletea Qurani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha. Kwa hiyo, ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazo posti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani.